Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa Shamsulhuda TV, mbele yako ni mtangazaji wako Mubaraka bin Mabande bin Rashid, lakini nyuma ya kamera yupo al afi Abedi Juma tosha tukiwa kwa mara nyingine katika kipindi chako pendwa kwenye studio ya Shamsulhuda TV ambacho kinafahamika kwa Mshairi na Shairi. Huwa hiki kipindi tunadili na mtunzi wa mashairi pamoja na mwimbaji wa mashairi. Na leo alhamdulillahi, tunaye mshairi mwingine mpya. Sisi tumekwambia kwamba tumekuja kuvumbua vipaji, na hivyo tutawasaka popote walipo waje kuingia katika studio ya Shamsulhudah TV ili waonyeshe vipaji vyao, kwa sababu tuna malengo nao baadaye inshallah. Na leo bila kuchelea e, mwimbaji wetu na mtunzi wetu, yeye atajitambulisha jina lake, anaishi wapi na al-akhi karibu katika studio ya Shamsulhuda TV na mtazamaji anataka kujua wewe ni nani, na unatokea wapi, na unapatikanaje? Na asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Amma baada, alikusha tangulia kwa majina Naitwa Salmin Ramadhani Ahmad, ni mzaliwa wa mkoa wa Tanga, wilaya ya Handeni, na ndipo naopatikana kwa sasa. Naam, alhamdulillah. Tumemsikia kwamba anaitwa Salmin Ramadhani. E, waliopita huko nafikiri unawafahamu, na waleo ni mshairi wako mwingine, na bila shaka ametuletea kitu cha tofauti. Tumeona mshairi wa kwanza ametuletea ladha tofauti, wa pili ametuletea ladha tofauti na ujue haya ni ushindani, lakini ni ushindani wa siri. Kila mtu anadili kwamba mwenzangu ni mpiku wapi. Inshaallah umetuletea shairi lenye ujumbe wa aina gani? Alhamdulillahi, leo nimeamua kuletea ndugu zangu wa Islamu zawadi japokuwa, lakini Allah, kwa ni ndogo, lakini kwa uwezo Allah tabaraka wataala amenizuku. Kwa hivyo shairi letu la leo litazungumzia juu ya masala mazima ya kuipuza dunia na kukumbuka kwamba sisi tumeumbwa na wamal hayatu dunia illa mataul ghurur. Kwa hiyo hapa hapa duniani tunapita, lakini akhera ndipo ambapo tutarejea. Kwa hiyo inahusiana juu ya masala mazima ya kukumbusha kwamba dunia si kitu, bali akhera ndio muhimu zaidi. Mashaallah, alhamdulillah, mtazamaji sasa yupo tayari kusikia kwamba ujumbe ambao unataka kuletewa wa dunia kujipuuza, eh, na kujielekeza katika maandalizi ya akhira nitapiwa kwa sauti gani eh? Kwa hiyo Salmini Ramadhani Ahmad, karibu kwa ajili ya kutuletea shairi. Mimi na mtazamaji wangu tuko sambamba kwa ajili ya kukusikiliza, kujua ni kipi ambacho kinatujia. Bismillah, karibu. Bismillahi naanza kwa jina lake karima, usiakuwachia ndugu zangu zingaci, uchuguta usikia kwa yaletayokwambii, ipo siku utarejea kwa Mola wako jalia Moyo ni minaumia kwa yale yanotokea maovu kuendelea katika ii dunia, umma wenda kupotea maovu kukimbilia. Ipo siku tareje kwa mola wakujalia. Yapasa kutafakari kwa sote wenye yakito Allah ameshatumba na pia katusitiri, kayumba yetu mili katufanya twe wawili, ipo siku tarejea kwa mula wako jalia. Katuleta duniani lengo ni kumwabudu na kutoa shukurani kwaya lelo tu ruzuku tazama mwanaadam yote tumesha sahau ipo siku tarejea kwa Mola wako jalia maovu twajitendea kwa kupupia dunia, pia tumesha sao kuwa ni wapita njia, kaburi la tungojea siku tusotarajia ipo siku tarejea kwa Mola wakujalia

Adhabu za Mola wetu ni chungu, na kuwa pia hatutoweza vumilia sarani, tutaingia hapo ndo tutapojua yale tuloahidiwa, ipo sikutarejea kwa Mola wakojalia kwa dua na mali zia Allah ikubali pia pamoja kutuongoa njia iliyosawia tujumwike sote pia na tumwa wetu nabia ipo sikutarejea kwa mola wako jalia, ipo siku utarejea kwa mola wako jalia. nam ipo siku utarejea kwa mola wako jalia. Hili ndio shairi ambalo linakukumbusha kwamba Mtume salla llahu alaihi wasallam alitangulia, vipi wewe utabakia? Ikiwa yeye alikuwa ni kipenzi wa Mungu na kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jiandae na umauti kwa sababu unakuja, iandaye akhira yako ndiyo makazi ya milele. Eh, Salimini. Naam mpenzi e, mtazamaji anatamani kujua kwamba wewe unapatikana vipi? Uh, kwa mimi kupatikana, hmm, napatikana hapa hapa wilaya Handeni na shughuli zangu huwa naendeshea hapa hapa lakini kwa mawasiliano zaidi, labda atoe nambari ya simu amba mtu labda akihitaji kutungiwa shairi aidha ni kuimbiwa mashairi yake, anaweza kunitafuta kwenye nambari hiyo ya simu na anaweza akanipata muda wote. Na namba ya simu mtazamaji sasa anataka kuijua ni ipi nambari yangu ya simu, ni sufuri saba kumi na sita ishirini na tano sabini na nane ishirini na saba 5, 7, 8, 7. Kwa hivyo mda wote atakuwa nitafuta hapo inshallah, basi anaweza kunipata. Naam, shukrani ni mimi mtangazaji wako Mubaraka mi Ramadan bin Rashid, lakini pembeni yangu yupo mshairi wetu ambaye ni Salmin Ramadan Ahmad, lakini nyuma ya kamera yupo al akhi Abedi Juma Atosha. Tunawakaribisha na wengine katika kipindi cha mshairi na shairi na vipindi vinginevyo, karibu Shamsul Huda TV. Usisahau kusubscribe kucomment, kushare eh, na kulaiki ili uweze kupata vyote ambavyo vitakujia katika studio yetu ya Shamsulhuda TV. Mpaka hapa tunakoma, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu. Ipo siku tarejea kwa Mola wako kujalia